Sisi tukiwa Meru sahi tunataka kusikia sana sana lugha ile itatusaidia kuweka pesa mfukoni. Hata wengine wakitembea hapa na pale you know we can't hide, sababu wanazunguka tu akieneze uvumi. Sisi tukiwa Meru tunataka siasa ile itatusaidia katika kuimarisha mambo yetu na kusomesha watoto na mambo mengine yale atafaidi wa Meru. Kwa hivyo sisi tutajipanga tu. Wakati wa siasa itafika, na hata sisi hatutakuwa tumerara rahisi. Tutajipanga vizuri tukiwa hapa Meru, na sisi tutapiga kura yetu vizuri tu, mahali tunajua tunaenda kufanya kazi mzuri. Kuna watu wengi tumepea, umepea viti kwa serikali rahisi, akimaliza miaka mbili anatoka. Wakati kwa, kwa serikali aongei serikali ni mbaya, akipiga hatua moja hivi anjiondoe mwenyewe, anaanza kusema serikali ni mbaya mwingine akitolewa sababu ya kazi mbaya anafanya kwa serikali, lakini wakati ulikuwa kwa serikali huku tuambia ni mbaya. Kwa hivyo sisi tulipigia wewe kura with an intention to improve our lives tukiwa wa Meru na atukufanya kama mzaa ama by, by the way, no. We made an decision to support you sababu tulikupea na tukakaa na wewe kemu, tukaandika mambo yote ya Meru hiyo tu ndio tutafuatilia na wewe mpaka 2027 kwa hivyo we don't need any distraction kusema sasa tutoke kwa serikali tuenda tukamangamange mtaani na msituni sisi tukiwa wa Meru tutafanya hiyo branda rahisi na tutakushikilia kabisa tumalize hii tamu tuweke ingine na ingine